Hujambo, jamani tazama video hii hadi mwisho. Leo dada yangu na mimi tunakwenda kukutana na kijana wa ajabu na Maria anaonekana kumpenda. Hebu tuangalie ni nani huyu pamoja. Maria, yuko sawa? Ndio, nilikuwa na ndoto mbaya tu. Bonyeza kitufe cha kupenda kama nawe pia unapata ndoto mbaya

Unaonekana mweupe sana, unajisikia sawa? Ndio, huu ni rangi ya ngozi yangu ya asili. Na macho yako ni mekundu pia. Inaonekana kwako. Ninaweza kuweka vitu vyangu wapi? Njo, njia hii. Hauoni? Anaonekana wa ajabu. Anafanana kabisa na vampire wa kweli. Vampire hawapo. Yeye ni wa ajabu lakini sio zaidi ya kawaida. Kuna kitu cha ajabu kinachotokea hapa. Jiandikishe na tutaona kama Michael ni vampire au la. Hey, Michael, unataka kucheza mchezo kabla ya kufanya kazi za shule? Sijui kucheza vizuri mchezo huu, lakini sawa. Sawa, jamani, mnaweza kucheza wakati ninaandaa vitabu vyangu. Sawa. Sawa, nitakupa mwanzo wa haraka. <tose> <tose> Ninajua sana kucheza mchezo huu. Ndio, kweli. Hebu tuende kwa raundi ya pili. Nini? Unafanyaje hivi? Nini kinaendelea? Pole. Nadhani nimepata ushindi wakati huu. Tuende, Michael. Sasa nina hakika zaidi kwamba kuna kitu kibaya kwake. Tazama hili ni paswa kumwangalia. Michael, uko wapi? Michael, unakuja? Uff. Niko hapa. Wewe ni mwepesi sana. Nimekuwa na shida na historia kila wakati. Asante kwa kukubali kusaidia. Ninayo furaha kila wakati kukusaidia unavyohitaji. Tuko hapa, kwa nini umeniita nikusaidie? Unajua sana kuhusu karne ya kumi na sita, ni kama uliishi huko. Bila shaka alizaliwa wakati huo, nilijua hivyo Ivan, unafanya nini? Hakuna aliyekufundisha kugonga mlango. Hey, anakudanganya. Unamaanisha nini? Hajui historia. Yeye sio kama inavyoonekana kwa mtazamo wa kwanza. Ivan, acha hiyo. Hii inakuwa upuuzi. Jamani, naweza kuchukua mapumziko ya vitafunio. Ndio, hakika. Sawa, hakikisha hatakula mbwa wetu. Ungependa kula nini? Chochote mradi tu hakina kitunguu saumu ndani yake. Kwa nini hupendi kitunguu saumu kweli? Nina aleji na kitunguu saumu. Sawa, ni sawa. Hebu tutafute kitu rudi nyuma, Michael. najua kwa nini hupendi kitunguu saumu. Wo wo wo, subiri subiri, Ivan! Aca kurusha chakula. Tazama, macho mekundu, nilikwambia. Macho yake ni kawaida. Unazungumzia nini? Na hukuona meno yake makali? Tazama. Hem, inaonekana kawaida. Tafadhali, unaniaibisha. Nenda ucheze mpira au kitu kingine. Nadhani Yotsoa, Michael. Ndio, lakini nina kiu kidogo. Una kitu chochote? pole kwa ndugu yangu, yeye huwa si kawaida hivi. Sawa, namwelewa. Labda mimi ni wa ajabu kidogo, lakini Ivan anafikiri nini? kwamba mimi ni vampire? O oh. Bila shaka wiwi sio kweli lazima awe vampire, au sio? Na maanisha ngozi nyepesi, macho mekundu na meno makali. Jamani, andikeni kwenye maoni jinsi ya kumtambua vampire kweli. Labda ni mawazo yangu tu, anaweza kuwa kijana wa kawaida kama kila mtu mwingine. Na vipi kuhusu mchezo? Uliona jinsi alivyoshinda kwa urahisi? Alikuwa mwepesi sana. Nini kinaendelea huko? Nilijua. Ondoka kwake, wewe mnyonya damu! Alikuwa akichunguza tu kama nina kio mkononi mwangu. Kwa nini unafikiri mimi ni vampire? Utanieleza kila kitu sasa. Hu uh, hiyo ni nini? Ni fedha. Nani hatari kwako? Nini? Vijana, shughulikieni hilo. Lazima nibadili. Tuliza moyo. Hebu tuzungumze. Sawa. Hebu kwanza kabisa, vampires wote wanachukia vitunguu saumu na wewe pia. Vitunguu saumu hunifanya nipige punzi sana, siwezi kufanya hivi mbele ya Maria. Sawa, kitu cha pili, macho yako mekundu ulikuwa nayo, unaelezaje hilo? Nilipata mchanga machoni nilipokuwa nikija hapa. Vipi kuhusu ngozi yako, kwa nini imekuwa nyeupe sana? Ni vampires pekee wana hiyo. Naweza kueleza hilo pia, nililala chini ya jua. Angalia, hii ni mafuta ya kuzuia jua, nilipaswa kuyaweka. Uu, na mchezo ulivyokuwa, haraka isiyo ya kibinadamu. Bro, nilikuwa nikicheza mchezo huu kwa muda mrefu, kama kwa miaka mitatu tayari. Nilikuwa katika orodha ya wachezaji mia moja bora duniani. Nini, kwa kweli? Ndio. <laughs> Imeshangaza, ni mawazo yako tu, unaona kile unachotaka kuamini. Naweza kukufundisha baadhi ya miondoko. Ndio, hiyo itakuwa nzuri. Hebu twende. Bonyeza square kirlear 2 nenda moja kwa moja na ubonyeze kuzima. Sawa, njo inafanya kazi. Tazama, nikuambia, nitageuka kuwa kama wewe, vampire. Hapana, unapaswa kuwa mtulivu zaidi. Hey, Mike, unafikiria nini kuhusu mavazi yangu mapya? Yaonekana vizuri sana. Vipi ikiwa turudi kufanya kazi zetu za nyumbani? Nipe dakika moja. Ndiyo, potea tu, tunafurahia. Nitautumia miondoko hii dhidi yako. Ni sawa, najua miondoko zaidi. Asante Michael kwa msaada wa kazi za nyumbani, lakini unapaswa kuondoka sasa. Kwa nini? Sawa, nitaondoka basi. Subiri bro Kwa hiyo kabla ya kuondoka, unataka kucheza kitu kama soka? Nini? Soka ni mchezo wa kijinga kwa watu wapumbavu. Nini? umesema nini kuhusu soka? Watu tafadhali, msisahau kujiunga na msisahau kubonyeza kitufe cha kupenda. <coughs> Yei sio <CEO. tos> <coughs>